Wakati sakata la filamu ya Dunia likizidi kuwa kubwa zaidi na waigizaji wakizidi kuchomoka, pia kuna tetesi mpya kuhusiana na kile ambacho Manyanya ameweza kukigusia kuhusiana na ukaribu wake na Sandra, lakini pia taarifa njema juu ya kila ambacho huenda tukaenda kukishuhudia hivi karibuni, lakini pia sababu kubwa ambayo imemfanya Manyanya aweze kufikia uamuzi kama huo hapo hivi ambao ameweza kuugusia. Of course kwa wale mashabiki wa movie ya Love Me Again inawezekana ni taarifa njema sana, lakini pia kuhusiana na siri za dunia, inawezekana ni taarifa mbaya zaidi ambayo bila shaka Endelea kustai na mimi hapa hapa kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo utayafahamu yanaendelea ku happen huko, lakini pia hakikisha tu unatembelea channel yetu hapa mara kwa mara, channel yetu ukija hapo YouTube search Bongo Vibe utakuwa unapata info nyingi zaidi kujua kipi ambacho kitakuwa kimeweza ku happen. Sasa kuna taarifa hii mpya kabisa kuhusiana na kile ambacho Manyanya ameweza kukigusia kuhusiana na Sandra pamoja na movie yake ya Love Me Again. Kwa mashabiki wa Sandra basi kaeni hapa mnisikilize kwa makini kabisa ili niweze kuwapa hii update, pengine inaweza kuwa nzuri kwenu, lakini pia mwisho wa hii video utakuja kuniacha comment yako kutokana na kile ambacho utakuwa ameweza kukitazama na kukisikiliza katika hii video. Mimi naitwa Gabi Official na hii ni Bongo Vibe. Anaina pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakuletea updates zote hapa hapa, hapa. Kwa kwa hiyo point of sync, hakikisha tu umesubscribe kwa sababu kwa wewe ndio mmoja wa maana kabisa na uh, na yako kutokana na updates nitakazokuwa nakuletea hapa. Sasa tunafahamu kabisa kwamba Manyanya tulikuwa tunamshuhudia kwenye movie ya Dunia and of course huku kwenye series ya Sandra, ni ukiangalia, ni kama vile package ya Amerikani, waigizaji wote wako moto kinoma, lakini Manyanya ukimwangalia ni moja wa waigizaji ambao of course wanafanya vizuri sana, kiasi kwamba kama akija pale kwenye series ya Sandra, kwa maana ya Love Me Again, basi anaweza akafanya makubwa zaidi, na nafasi lazima atapata, kwa sababu Manyanya ni legendary. Sasa turudi nyuma kwanza, tuone nini hasa ambacho kipo kati ya Manyanya pamoja na Sandra, na sababu kubwa imekuwa nini hasa mpaka kufikia hatua Ukaribu huu wa Sandra pamoja na Manyanya ukapelekea Manyanya kugusia yeye kuweza kuingia ndani ya uh, series ya Love Me Again ya kwake Sandra. Picha linaanza ni kwamba huku upande wa pili kwenye dunia series, niliwaambia kwenye video iliyopita kwamba mambo ni magumu sana na lengo la director kuweza kuishia pale wala halikuwa lengo la Uh, mtunzi wa simulizi kuweza kuishia pale kwenye season 1 episode ya 148, bali ilikuwa na mwendelezo, lakini kutokana na changamoto nyingi zaidi ambazo zilikuwa zinajitokeza, ilibidi tu aweze kuishia pale kwa sababu wahusika wakuu ndio ambao walikuwa wanaleta changamoto kubwa zaidi. This time, Manyanya pia ni mmoja wa watu ambao wameingia katika huu mgogoro mkubwa zaidi, huku manyanya yake ni moja tu ambao wamevumilia kwa kiasi kikubwa sana na kwa muda mrefu sana kufanya kazi, lakini mara nyingi ilikuwa kilipa pesa ya msosi tu, kwa mujibu wa kile ambacho kinazungumzwa. Sasa ishu hii imepelekea sasa mgomo kuwa mkubwa zaidi, na ndio maana ile series wakaweza kukatishia pale. Baada ya manyanya kuwa huru, sasa ndipo ambapo amekuja kufunguka wazi kwamba baada ya kile ambacho kimeweza kutokea kwenye series ya dunia kimefanya, kwanza amekuwa disappointed sana, lakini anasema kwamba Sandra alishaye kumshtua tangu kipindi fulani kitambo tu, kuweza kusema kumwambia, kwamba anatamani aweze kupata uh, ushawishi wake ama aweze kupata E, kampani yake kwenye series yake ya Love Me Again. Kitambo sana kipindi ambacho Manyanya alikuwa hana nafasi ya kuweza kushiriki kwenye filamu hiyo kutokana na kubanwa na majukumu ya huko kwenye series ya Dunia. Lakini this time Manyanya amesema kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa yeye kuingia kwenye series ya ya Love Me Again ya kwa Sandra, e, kwa sababu ni moja ya wahusika ambao walikuwa wanahitajika kitambo sana. Ijapokuwa mpaka sasa haijulikani atachukua nafasi ipi hasa au pengine itakuwa ni karakta mpya atapewa ndani ya series ya Love Me Again bila mhusika yote mwingine kuweza kutolewa. Lakini yote kwa yote tunafahamu Manyanya ni mwigizaji mkubwa ambaye akipewa nafasi ndani ya series ya Love Me Again anaweza kuitendea haki lakini pia kuongeza idadi ya mashabiki kuwa wengi zaidi katika series hiyo. Hapo hivi sasa tuashumu kwamba Manyanya kweli deal likawa done akaweza kuingia ndani ya series ya Love Me Again, unadhani nafasi ipi hasa ambayo itaweza kumfaa Manyanya ndani ya series hii ya Sandra, kama ikitokea kweli hili deal likaweza kutiki yani eh, akashindana kabisa na